Yes, mambo vipi? Injinia Hesi na Alfathaji, hawa viongozi wa Yanga wanatakiwa wapewe sifa kubwa sana kwenye maswala moja kwa moja ya mpira kwa hapa kwenye nchi yetu. Hivi tunavyosema, Alfat Haji yupo Marekani, yupo kwenye kozi huko ya mpira FIFA. Injinia Hesi ni kiongozi mkubwa wa mpira Afrika. Hawa ndio wanaiongoza Yanga. Kwa nini Yanga isio na mafanikio, kama viongozi wao wanajipambanua kwenye mpira, wanaofuatilia mpira wa karibu, wanausomea mpira? Kwa nini sio wakubwa? Kwa nini Yanga isio kubwa? Leo hii, zunguka vilabu vyote Afrika ambao vinafanya vizuri kwenye mechi za CAF Champions League, viongozi wao ni wakubwa, na wapo katika uongozi wa Afrika kwenye mpira. Nenda la Sibekani ambao amemfunga Simba, kiongozi wao eh, yupo kwenye uongozi wa, wa mpila mpira Afrika. Nenda mama Yodi Sandowni, musepe ndo rais wa mpira Afrika. Nenda Al Ahli, kiongozi mkuu wa Al Ahli yupo kwenye bodi ya FIFA. Nazana umeona, na yanga tayari washamwingiza helsi. Tusishangae yanga kuwa wakubwa tusishangae Yanga kuchukua makombe. Tusishangae Yanga kumwona CAF Champions League akibeba kombe. Kwa nini? Viongozi wa Yanga wanajipambanua na wamejua kwamba mpira, uongozi kwa maneno mpira, mpira nabidi usomee. Ndizo alichokifanya alafate Haji wakati anaingia kwenye mpira, anaingia kwenye uongozi wa Yanga alikuwa hana cv yote, kaona udhaifu wake na sasa hivi kaamua kwenda front, yupo Marekani anasoma. Viongozi wengine mukae chini, mutafakari na mwangalie.